Wau wow, karibuni sana klan zwangu wa Kenya klanzwangu wa diaspora, natumai mko wazima popote mahali mlipo dunia mzima. Pia sisi tuko sawa, tunashukuru Mungu ametulinda. Kwa majina anajulikana kama Musa the King of Roofing. tuko saidi za Kisumu kaunti pale bado tunaendelea na ile project yangu ya roofing. Eh, Musao pale nilisema kazi yangu si kujenga mawe, si kupaka rangi. Eh, kazi yangu ni roofing kama venye mnaelewa pale. Ukiangalia project vizuri venye tumefanya skeleton ambayo pale juu nyumba imenyooka, ango zote zimeingiana vizuri, yani roofing imetoka hadi clan akiwa pale nje. Eh, anasema Musa, kazi ambayo unafanya ni kazi safi sana, wacha tu Mungu akubariki. Na nimeamaliza skeleton ambayo juu sasa ninaanza na settings za fisher board eh, tunaanza na ile setting yetu ya triple fisher board. Ukiangalia pale pale, ndio nimeanza fisher board yangu ya kwanza. Ukiangalia pale, mafundi wameanza uh, hizo setting pale, na pia mimi niko nao moja kwa moja, tunaendelea na setting ya fisher board pale hadi tumalize. Saturday tutakuwa tumemaliza kazi ya fisher board. Tumehesabia mabati zote, alafu kuna nyumba ambayo tunafaa tuende tufanye renovation. Eh, watu wa Meru, tuko njiani. Watu wa Meru eh, mjue sasa Musa the King of roofing anakuja kufanya ile nyumba kubadilisha zile mabati ambayo ilikuwa inamsumbua ule clan clan wetu. Kwa hivyo clan wetu wakiwa pale Meru, jua tuko njiani on Monday asubuhi tutakuwa tumefika pale kwa site tuingoe zile mabati zote tuanze sasa kuset hiyo nyumba fresh. Mtaona venye hiyo nyumba venye tutafanya. Kwa hivyo mafans wetu, clan zetu wa Kenya usikubali nyumba yako urudie mara ya pili. Make sure tu ukitaka nyumba yako itoke vizuri nitafute, kwa hiyo namba ambayo iko hapo chini ya screen yako, nifike pale kwa site, nikufanyie nyumba yako roofing venye inafaa. Kila wakati nakwambia, mambo ni mengi, masaa ndio machache. Kwa majina yanajulikana kama Musa the King of roofing.